Tumecheza bila Casemiro tumefunga goli 15. Katika mechi ambazo tumecheza na Casemiro tumefunga goli tano. Kwa hiyo maana yake ni kwamba msimu huu Manchester United katika ligi tumefungwa goli 20, sio vizuri sana kati ya hizo goli 15 tumefungwa Casemiro akiwa hayuko uwanjani. Kwa wale ambao wanaangalia mechi, nafikiri wanajua kwamba takwimu hii ni sahihi. Kila siku tukiwa tunacheza kwenye mechi, Whenever Casemiro anapotoka uwanjani akaingia Manuel Ugarte ama Kobbie Mainoo ama, ama wherever atakayeingia timu inakuwa tofauti, yake ni mbingu na dunia. Sasa hii sio hii haihitaji kuwa umesomea falsafa ya kidigrii kuwa daktari PhD kuelewa kwamba Casemiro ni enka, Casemiro ni muhimu sana kwenye kuzuia idadi kubwa sana ya magoli kwa sababu hizoakiu nasema hivyo. Mfano mzuri ni mechi ya jana tu dhidi ya alipotoka tu Casemiro akaingia ugate, mikaribikia pale, of course zinasema kwamba huenda pia na alipata injury kidogo na ikalazimika kutoka, lakini kama ingekuwa inawezekana tiua. Kuna pia taarifa ambayo nimesikia jana kwamba Casemiro pia hawezi kucheza, ukiangalia mechi nyingi, lazima lazima atoke nyingi nyingi. Kwa hiyo kati ya makosa ambayo klabu ilifanya katika dirisha la usajili ni kutosajili kiungo mkabaji. Yaani, nadhani kumsajili Kunya, Mbwemo, Shesko ilikuwa jambo zuri sana na kumleta Senne Lammens ilikuwa jambo zuri sana, lakini nafikiri tulipata kutafuta namna ya kupata kiungo wa kuja pivot nyingine ya kuja kutusaidia pale kwenye midfield. Casemiro ni muhimu sana na akitoka unaona kabisa kwamba hiyo timu inahitaji na inakuwa na changamoto kubwa sana. Maana yake ni kwamba kama tumefunga goli 20 msimu huu, tumefunga goli 15 bila Casemiro, Manake tungekuwa na Casemiro uwanjani ama mbadala wake uwanjani, maanake tungekuwa kwenye nafasi angalau ya pili kwenye ligi, kwa sababu hata jana tu jana, tungeshinda, tungekuwa na nafasi nne sasa hivi. Kwa hiyo tungekuwa na nafasi ya pili angalau sasa hivi uwanjani, sababu magoli mengi ambayo tumefunga, tumefunga na Casemiro yuko uwanjani. Kwa hiyo we need another Casemiro Januari, sio sio Juni tena. Yani, we need kusajili hawa watu mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo tunahitaji Januari tuingie sokoni, tutafute kiungo anaweza, sio Casemiro anaweza siwe bora kama Casemiro, lakini angalau atatupa ile kariba ya Casemiro. Ugarte afanye kazi hiyo vizuri sana, ndio maana unaona ni vurugu, vurugu, vurugu. Kwa hiyo vizuriio o Januari ikifunguliwa iwe ni Elliot Anderson, iwe ni Carlos Baleba, iwe ni Stila au nani whatever, lazima tupate kiungo mkabaji na ikiwezekana kabisa kufika mwezi wa sita lazima tupate new complete pivot, na naposema pivot namaanisha kwamba Bruno na mwenzake yani yu, Casemiro, yani ni Casemiro hii Casemiro, Bruno, wote hawa wawili tunahitaji watu wawili wote wapya, kwa sababu nimeona Kobbie Mainoo hawezi kufanya kazi hiyo. Bruno hafanyi kazi hiyo vizuri, Ugarte hafanyi kazi hiyo vizuri kwa hiyo we need the complete new midfield pivot kabisa, ili tuweze kupambana vizuri kwenye, kwenye ligi. Do anaongelewa Baleba pia anaongelewa, kwa hiyo ningependa tupate mtu kwa kuweza kwenye, kwenye kwenye, kwenye, uh, kwenye, kwenye klabu ya Manchester United. Toka ameanza kucheza mechi ya kwanza amefika mechi tano mfululizo na, na hatujapoteza mchezo kwa hiyo hiyo pia inakuambia kitu kingine, pia mfano mzuri sio mbali. Jana tu, unakumbuka shoti ile ile ile shuti la Palinya na lile shuti la Cati Romero, yale yalikuwa ni magoli kabisa. Angekuwa pale Onana au Bayindiri, yale ni asilimia tisina, 4. 4. magoli kabisa but uh, Lammens ananipa vibes za De Gea, the way anavyookoa ile michomo ni katika mazingira ambayo mimi nakuwa hata majina baki na baki mdomo wazi Alifanya hivyo dhidi ya Liverpool pia, alifanya hivyo dhidi ya mechi nyingine dhidi ya... ni, ni lazima tulifanye katika dirisha ambapo litafunguliwa. Taarifa nyingine mpya ni kwamba uh, ni kuhusu Lisandro Martinez, ambapo wanasema kwamba ataenda pamoja na timu ya taarifa ya Argentina kwa ajili ya kuendelea kufanya mazoezi ili kupata fitness, aweze kuwa bora kwa ajili ya michezo nyingine ambayo inafuatwa. Kwa hivyo maana yake ni kwamba, dalili njema ni kwamba uh, uh, nani Casemiro ameanza no <laughs> Lisandro Martinez ameanza kupona kwa hivyo atajiunga na timu si si ya taifa ya Argentina. Si kwa kucheza, kupata nafasi ya kuwa fit yaweze kupata mazoezi ya kutosha uh, okay. Sawa, tumezungumzia umuhimu wa Casemiro na Lammens, lakini pia ningependa nikwambie kitu kimoja. Liverpool leo amefungwa uh, na Man City goli tatu kwa bila, na angeza kuwa zaidi ya hizo. Haaland amekosa penalty dakika ya 4 ya mchezo u Uh, na katika mechi tisa za mwisho nafikiri ligi wakapoteza mechi saba yeah. Uh, kwa hiyo kama angekuwa ni Manchester sasa hivi Liverpool, tungesha fukuza kosa zamani sana, so, kelele zingekuwa nyingi sana lakini ni Liverpool hakuna hmm? anayeongelea hilo swala eh, kwa hiyo ni maswala tu ya kawaida lakini ingekuwa ingekuwa ni sisi <laughs> tumefungwa hizi mechi zote Ha, ingekuwa hatari sana. Ngoja nikuangalizia hapa, lakini I think Liverpool kwenye mechi saba kama hivi kafungwa, kati ngumu sana, sana, kipindi hiki. Lazima wamle wa kichwa ataspola kitu, lakini atapicha kati ngumu sana. Kwa nafikiri, lazima. Uh, yaani ingekuwa asingekuwa asingekuwa na nini. Ngoja ni kuangalizia hapa katika mechi moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi. Katika mechi kumi za mwisho Liverpool kashinda mechi tatu tu, kapoteza mechi saba eh. Katika mechi kumi kapoteza mechi saba Liverpool, za mwisho hapo. Amemfunga Aston Villa na, hapa, hapa, tu, uh, na Madrid Juice na kabla ya ka, hapo alifunga Frankfurt lakini tofauti na hapo apoteza mechi zingine saba ndani ya mechi kumi. Inakuonesha ni kwa nini, uh, hali ni ngumu sana. Lakini pia naomba nikuambie kwamba sasa hivi tunalingana na Liverpool kwenye msimamo. Msimamo wa sasa tupo nyuma ya Liverpool, uh, lakini tunalingana kwa kila kitu, pointi, magoli na kila kitu. Na nilikuwa naangalia uh, nilikuwa nilikuwa naangalia kitu kingine ambacho kinatupa wakati mgumu sisi. Nilikuwa naangalia idadi ya magoli. Ukiangalia magoli ambayo sisi tumefunga, tumefunga magoli kumi na nane hadi sasa. Arsenal ambayo anaongoza ligi amefunga magoli ishirini. Kwa hiyo Arsenal ametuzidi magoli mawili tu ya kufunga maanake ukiangalia vizuri msimu huu changamoto yetu kubwa sasa hivi sio kufunga magoli. Tunafunga magoli mengi sana msimu huu lakini shida yetu ni concede. Arsenal ambaye yuko nafasi ya kwanza ameruhusu goli tano tu msimu huu wakati sisi tumeruhusu goli kumi na nane. No, tumefunga goli kumi na tisa. Arsenal anatuzidi tu goli moja Arsenal lakini sisi tumefungwa goli kumi na nane tumeruhusu Arsenal, no, tumeruhusu ameruhusu goli tano. Kwa hiyo tuna, tuna plus 1 kwenye magoli. Arsenal ana plus 15. So that's the difference. Maana ni kwamba ikiwa magoli tunayofunga tulikuwa tunajaribu aturuhusu magoli, tungekuwa na nafasi nzuri zaidi. Lakini jana pia tumetoka sare na Spurs, tungeweza kushinda. Tungekuwa tumeshinda, tungekuwa na nafasi ya 4 hapa. Lakini kuna pointi nyingine ambayo tulidondosha, tulidondosha pointi dhidi ya Forest, dhidi ya Fulham mechi ambazo nafikiri tungeshinda. Kwa hiyo nafikiri ukiangalia vizuri msimu huu, nafikiri sasa itaipasa kuwa pale juu kabisa, nafasi ya pili au ya tatu, very comfortable kabisa bila shida yoyote. Lakini kuna wachezaji wengi tumewafanya ambao nafikiri sio sio mzuri. Lakini ukiangalia performance ya Liverpool pale ilivyoanza kwenye ligi, usajili ambao alifanya, na ukiangalia sasa hivi eti yuko nafasi ya nane, United wa saba, alafu tuna tunalingana kila kitu. Kwa kweli inakuonyesha kwamba mpira unabadilika na naamini tukiwa tukiwa serious kidogo msimu huu, I think tunaweza kupata kitu kwenye msimu huu. Tumeea mechi ambazo katika sababu, sasa hivi tumecheza na wote. Katika mechi hizo tumeshinda mara mbili, tumepoteza mbili, tumesare mara moja, kwamba tupo kwenye position nzuri ya kuendelea kufanya ikiwa tutakuwa tutapambana. Ukiangalia mechi, mechi, mechi moja mbili tatu nne tano sita saba katika mechi kumi zinazofuata kuna Everton kuna Crystal Palace, West Ham, alafu Wolves, Bournemouth, Villa, Newcastle, Wolves na Leeds United, ambapo katika hizi mechi kumi bibi nafsi hapa naona mechi ya muhimu hapa ambayo naiogopa hapa ni Crystal Palace peke yake. Tungekuwa ni club ambayo tuko siria tu sana kwenye hizi mechi kumi, unaweza kumpiga uka Everton, ukatoka sana na Crystal Palace, ukamfunga West Ham, ukamfunga Wolves, ukamfunga Bournemouth, ukiwa tuseme kwamba anatukaziaga ametufunga, alafu manake tumepata point moja kwa Newcastle. Alafu, tumepoteza point ya Bournemouth maybe tumetoka na Crystal Palace tupata pointi moja hapo, maana kwenye pointi hizi thelathini unaweza kwa position, ikiwa hizi mechi ndogo hizi tutazitumia vizuri, kwa sababu ndio mechi ambazo sana wakati mgumu sana kwa, lazima tuwe waangalifu sana hizi mechi sita ambazo zinafuata baada ya international break, Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth na Aston Villa, tunahitaji angalau kushinda mechi, katika mechi zote angalau tushinde mechi nne kati ya hizo, alafu tukapata sare mbili au sare moja ikafunga moja, is not bad. Na kwa kidogo ni jambo, ni jambo, ni jambo jema kwa ajili ya kujipanga vizuri msimu ujao. Technically sasa hivi tupo kwenye title race, hatuko, hatuko pabaya sana. Hizo ndo update ambazo nimesema. Naomba nisome comment zako, lakini sijaenda kwa jambo lingine la msingi kuliongelea hapa angalau nipitie kile ambacho umeniandikia. Najua comment nyingi sana hapa, na naona watu wengi sana mmeniandikia maoni yenu hapa, na ningependa nisipite bila kusoma comments zenu. Jamani hakikisha una subscribe, una like, una share video zetu, lakini pia tufuate kule Instagram, katika mtandao pia wa X na TikTok na Facebook. Kote huko jina tunatumia hilo hilo United Redverse. Na unataka kumfollow mimi pia, anaitwa Dr. Nandes, Dr unaza ukaenda hapo pia ukaandikia ujumbe DM. Na nikafurahi sana kuzungumza na kwa wale ambao wanapenda, laa ukienda kwenye peji yetu hapo juu na, na mitandao yetu yote ya kijamii na hata kupiga story na, um, Saidi Bakari anasema Casemiro ni kiungo muhimu sana kwa sasa na na, na wewe lakini Ali anasema kwamba kaka watupe Anderson wa timu ya Forest. Anderson ni mtu ambaye kila mtu ana dream kuwa naye na, kubwa anakuwa changamoto kubwa sana. Saidi Bakara anasema kaka Anderson atatusaidia sana tukimpata Januari nami na dream lakini taarifa ambazo ninazo kuhusu Anderson ni kwamba aliambiwa kwamba aendelee kubaki uh, Nottingham Forest, ili apate nafasi ya kucheza na hivyo anaanza kupata nafasi kwenye kikosi cha World Cup. Kwa hiyo ikawa ngumu kumondoa pale Januari. Uh, Salimu anasema kwamba Casemiro ni muhimu kabisa, kocha yuko makini. Ni kweli kabisa lakini munirakiza na heshima sana. Mainoo bado mlegevu, hawezi namba sita. Ni kweli kabisa, tulikuwa tunamlaumu sana Amorim mwanzoni lakini unaona eh? Kumbe kocha ni kocha mwaze, sisi makocha tuelewe kazi za watu, tuheshimu kazi za watu. Amorim alikuwa anatuambia kila siku kwamba jamani, mimi siwezi kumtumia Mainu kwenye midfield namba sita kwa sababu naona kabisa hana ile sp speed ya kufanya mchezo uende vizuri. Tukawa tunaona kama Amorim anazungua, lakini mara kadhaa amemtumia, tumeona kabisa kwamba hajatupa kila ambacho tunataka kabisa akifanye. Saidi Bakara asema, pole kaka, kawaida hiyo. Asante sana, sana. Alafu na Baindili auzwe, alete benchi mzuri. Baindili aondoke, ni kweli kabisa. Baindili naonana sio makipa kabisa, lazima aondoke, lazima tupate golikipa mwingine. Vipi kuhusu Hojlund, anaweza kurudi? Hapana, Hojlund hawezi kurudi, na kwa tarifa zilizopo ni kwamba kwa sababu anakiwasha pale Napoli, wanataka watrigger ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile buy option, close, mapema Januari, wamchukue kabisa kwa pauni milioni 45. Kwa hiyo ataondoka tu wala hawezi kurudi. Pia Uh, Zuberi anasema kwamba adui tuzidi tu kumwombea. Naa, Liverpool kaliwa tatu tena. Ndio nimeangalia mechi leo full time, ndio maana nikawa nimechelewa kuanza live hapa, nilikuwa nacheki mechi. Nimefurahi sana Liverpool kupoteza leo lakini Haaland amekosa penalty, yangeweza kufunga goli mbili leo. Okay, Nicholas anasema kaka, kama itakuwa mbaya bora tuweke bucha hapo kwa kiungo cha kati. Kama itashindikana, ningetamani pia mimi kumwona bucha ama Mazraoui ama kwenye kiungo ya kati, nadhani kama wanaweza katupa Uh, kitu kizuri sana eh, kwenye, kwenye midfield yetu. Guys, kama hujasubscribe tafadhali namba usubscribe. Na kama hujanisaidia kushare link ya video zetu, hebu nisaidie. Najua wengi mko kwenye magrupu ya WhatsApp, mko magrupu mengi mengi, unaweza kunisaidia kushare link angalau tupate jamii hii iende kukua. Na sasa hivi jamii inakua kila siku na nashukuru sana kwa support yenu. Wengi mmekuwa mkisupporta kwa tumeanza mpaka wakati huu, na tunaendelea kukua kila siku. Tumepata watu kutoka Oman, warabuni huko, kutoka Morocco, kutoka Mozambique na maeneo mengine watufuatilia. Kwa hiyo nyinyi, ushirikiano wenu wa kushare link na kusubscribe ndo muhimu sana, ndo tunahitaji, na hiyo ndo support kubwa ambayo mimi nahitaji kutoka kwenu. Ninawashukuru kwa kufanya hivyo, na natumai kwamba mtaendelea kunisaidia ili jamii yetu ya Kiswahili ya Manchester United iendelee kukua na kufika kule ambako nataka kwenda. Basi, ninawashukuru kwa muda wenu, kwa leo nitaishia hapa. Nilikuwa na jambo lingine mimi nataka nilizungumza, lakini nafikiri nitalifanya session hiyo kesho. Tutakuwa na muda mwingi sana kuzungumza kuhusu jambo hilo. Kwa leo, naomba nisiwaweke sana ili mpate muda wa. Unajua, ni weekend watu wengi pia wanapata wanahitaji muda mwingi sana wa kupumzika. Naomba nikutakie usiku mwema, mimi ni Nandes na hapa ni United Redverse.